Majina, anaitwa Mtaskawa, msimamizi wa jengo la ofisi za AICT Makongoro. Kazi inaendelea vizuri na kazi inafanywa kwa weledi, wafanyakazi wapo wa kutosha e, majukwaa yanaendelea kupigwa na plasa inaendelea kufanyika e, bidhaa zote zipo e, hakuna changamoto yoyote katika ujenzi huu na tunafanya kazi kila siku na kazi haijawahi kusimama, na kazi tunafanya vizuri kabisa. Tunashukuru sana viongozi wa AICT kwa, ku, kwa kuwa na moyo wa kuendeleza kazi hii. Pia tunawashukuru viongozi wote wa makanisa ya AICT kwa kutuwezesha kuendelea na kazi hii, kuchangia ofisi ya makao makuu ya AST kupitia CRDB bank account number 1528 74990 jina ni AICT uchumi mipango na maendeleo. Vile vile lipa namba ya Vodacom hii ni 5515321 jina ni AICT uchumi mipango na maendeleo. Tukiwa hapa saiti, haya ni baadhi ya matukio yanayoendelea hapa. Kama alivyosema fomeni, tunaendelea na uwekaji wa jukwaa, lakini pia upigaji wa lipu au plasta kama wengine wanavyosema. Mambo yanaendelea kwa kasi ya ajabu sana. Tunakusi tu mkristo muumini mpendwa, kuendelea kuchangia ujenzi huu mpaka hapo tutakapokamilisha kabisa na kumaliza ujenzi huu. Mimi ni Musa Njosa na kukaribisha katika matangazo haya tena. Oh,

Mtazamaji, unaweza kushiriki katika baraka hizi za ujenzi kupitia akaunti ya CRDB Bank 0150287490. Kwa wale wanaotumia simu za mkononi, basi kupitia alipa namba ya Vodacom ni 55 5321, jina ni AICT Uchumi, Mipango na Maendeleo, kwa akaunti ya benki na kupitia simu ya mkononi, lipa namba ya Vodacom, jina ni hilo hilo la AICT Uchumi, Mipango na Maendeleo. Kwa majina naitwa Frenki Alfred Lwakatongo. Tunashukuru uongozi wa kanisa la Inland House. Mimi ni fundi wa plasta. Tunamshukuru Mungu, kazi inaendelea vizuri bila kikwazo chochote. Majina yangu naitwa Mwinjilisti Faustini aa, kwa neema ya Mungu ni mratibu wa idara ya vijana ya dosisi ya Mwanza. Iko mahali hapa kuwashukuru waumini wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania kwa kazi kubwa wanayoifanya kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka ya ujenzi wa Inland House, kama tunavyotazama ujenzi unavyoendelea mahali hapa aa, na sasa hatua iliyoko ni kwa ajili ya kupiga plasta ama finishing kwa ajili ya jengo hili ambalo tumeanza kulijenga takribani sasa ni miaka mitatu, na mwaka huu tunakusudia kukamilisha ifikapo uh, mwezi wa kumi na mbili. Nitoe wito kwa vijana wote, nitoe wito kwa makanisa yote kuendelea kutoa michango yao. Anza na shilingi elfu kumi ukibarikiwa elfu thelathini hamsini, laki moja, laki mbili, laki tatu mpaka pale Mwenyezi Mungu atakavyokubariki ili kuweza kumtolea Mungu matoleo hayo kwa ajili ya kazi kubwa ya ujenzi. Kama tunavyotazama, tunatamani sana mwezi wa kumi na mbili tukamilishe na tayari tuanze mipango ya mikakati mingine. Kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Mungu asanteni sana na Bwana wabariki mnapotoa wa sadaka yenu, na Mwenyezi Mungu azidishie. Tena asanteni sana, na mwezi wa tisa wake huo kuhakikisha kwamba mpaka pale imekwisha kukamilika. Kwa hiyo boma zima, jengo zima, kwa muda wa mwaka mmoja tulipata kiasi cha shilingi bilioni moja ambacho kilitusaidia kufanya kazi ile mm. Watu binafsi walitoa, na makanisa ya yalitoa, familia zilitoa Wapo watu waliotoa shilingi mia tano wapo mm-hmm. Watu waliotoa shilingi elfu moja wapo watu walioenda zaidi wakatoa milioni moja wengine mm, milioni tatu wengine mpaka milioni kumi Mm, tunaona vile ambavyo kila mmoja kulingana na uwezo waliokuwa nao aliweza kufanya kwa nafasi yake. Mm, wapo ambao walitoa vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni ya kwamba kwa kweli watu walifanya. Mm, sasa tulisimama mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano kwa sababu tulikuwa tunakusanya fedha Hmm. tulikuwa tunahitaji kukusanya kiasi yes, cha shilingi bilioni tatu point tano ili kuweza kuhakikisha tunakamilisha ujenzi wa jengo hilo kwa hiyo mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano hatukufanya chochote kwenye jengo kwa sababu tulikuwa tunahitaji tupate fedha za kutosha sasa mpaka disemba elfu mbili na ishirini na tano disemba thelathini na moja tulikuwa na shilingi hizo milioni mia mbili na thelathini na moja ambazo ndizo zilikuwa kwenye mfuko wetu wa ujenzi, mm, na Januari, tukasema sisi tutaanza na kiasi cha fedha hiki hiki, milioni mia mbili thelathini na moja tuhakikishe ya kwamba kazi inaendelea. Yeah, yeah. Sasa wiki iliyopita Walianza kuleta mirunda kwa ajili ya kusimika majukwaa hayo mm. ya kufanya kazi hizo za lipu. Na lipu ilianza mm. Namshukuru Mungu wetu wa mbinguni, kana hatua nzuri sana sasa hivi ya upigaji wa lipu. Mpaka ile jana jioni, walikuwa wanaendelea ule upande wa mashariki mm. na wanaendelea kujenga na jukwaa tena upande huu mwingine mm. ili kuhakikisha wanapomaliza huku, basi pia vile vile kazi itakuja kuendelea katika maeneo mengine mm. tayari kuna kazi zimefanyika kwa ajili ya miundombinu mbalimbali ya maji, maji safi na maji taka lakini ile miundombinu pia vile vile ya umeme e, tayari na yenyewe pia vile vile inawekwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu ya kwamba kazi kwa, kwa kweli imefanyika kazi, inaendelea na Ijumaa iliyopita tulianza kutoa taarifa yetu ya kwanza mm. Leo tena tutatoa taarifa yetu ya pili, ili kusudi kila Ijumaa angalau tutakuwa tunawahabarisha watu namna gani hatua za maendeleo zinavyoendelea kufanyika. Kuchangia ofisi ya makao makuu ya AICT kupitia CRDB Bank account namba 150287490 jina ni AICT uchumi mipango na maendeleo. Vilevile nipa vile namba ya Vodacom hii ni 5515321 jina ni AICT uchumi mipango na maendeleo. Asante sana mtazamaji kwa kuangalia matukio yanayoendelea katika ujenzi wa Inland House kwa wiki hii. Nikukaribisha tena wiki ijayo katika kipindi kama hiki kuangalia ni wapi sasa tumefikia katika ujenzi wa ofisi kuu za makao makuu ya AICT Inland House. Pa wakati mwingine. Mungu akubariki sana